Nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hasani kwa kazi kubwa anazozifanya za kuhakikisha nchi yetu inapiga maendeleo. Yapo mengi ya kuzungumza kwenye afya, ya elimu, umeme na barabara, lakini nitaongelea vipande viwili tu vichache ambavyo wengi hawavizungumzii. Kwanza ameleta mabadiliko makubwa katika swala so zima la uchaguzi kwa kupanua demokrasia, na katika hilo nitatengelea, kuna sheria mbili ametunga, kuna sheria namba namba moja ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne inaelezea inaelezea uchaguzi wa raisi wabunge na madiwani, na ndani ya sheria kumetungwa na sheria ya kama mgombea atagombea peke yake hatapigwa hatapita bila kupingwa kutakuwa na kupingwa kutakuwa na kule ndio au hapana. Kwa upande wa mheshimiwa Rais, ukiangalia kifungu cha thelathini mabano mbili, endapo atagombea atapingwa. Ukiangalia wabunge, tunaye mbunge hapa, Nikodemas Heri Maganga, kifungu cha 54 mabano mbili, endapo atagombea peke yake, kutakuwa na kura ya ndio au hapana. Ukiangalia mheshimiwa madiwani uki, kifungu cha 66 mabano mbili, endapo atagombea peke yake, kunakuwa na kura ya ndio hapana. Hiyo ni kazi kubwa ambayo ameifanya katika ule kagisha, amefanya marekebisho, lakini kuna sheria nyingine ambayo ulifahamu aliyoifanya bahati mbaya, wenzetu wanasema no reforms no election, lakini e, reforms tayari ameshazifanya. Kuna sheria namba mbili inasema badala ya kuwa na Tume ya Uchaguzi, sasa tuna Tume Huru ya Uchaguzi, ambapo mwenyekiti na wajumbe wake wamelindwa kikatiba hamna mtu wa kuwabuguzi. Kama atakuwa na matatizo ya, ya, ya kinizamu lazima iundwe tume ya kijaji iende kuyachunguza. Hayo yote ni mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya kwa lengo la kupanua demokrasia, lakini wachache wanapotosha na kusema kwamba no reform no election, kwa sababu ya kutofuatilia mambo makubwa yanayoenda. Lakini kwa kumalizia, nyinyi wananchi mliopo hapa, mwaka huu ni wa uchaguzi. Mwaka huu nyinyi wananchi ndio mabosi, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wananchi wanyakafuru na waliotoka maeneo mbalimbali, mwaka huu ni wa kutembea kifua mbele huku ukidunda na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyinyi mwaka huu mtaajiri watu wengi. Watakuja wanaotafuta udiwani, mtakaa mbele na mafaili kuwachuja, mpate kiongozi atakayewasimamia kwa niaba yenu, muzipate kiongozi ambayo yeye matakwa yake na binafsi yake kujinufaisha mwenyewe. Hivyo wananchi nyinyi wote mliopa maeneo haya wakati huu ni wakati wenu, mtumie katiba vizuri kuwachuja viongozi ambao wataenda kwa niaba yenu. Wale tunaosoma vizuri ilani ya Chama Cha Mapinduzi ibara ya 243 mabano ai inasema kwamba kubuni na kutekeleza mikakati ya kuwawezesha vijana waweze kushiriki mashindano. Kuna wasanii wako hapa, nataka niwaambie neno moja. Waswahili wanasema hakuna kitu kinachoanzia juu, kinaloanzia juu ni kaburi peke yake. Wote wanaanzia chini. Ipo siku mtakuwa watu wakubwa sana. Asanteni sana. Niwatore mfano wa Diamond. Mwanzoni, wakati anahangaika anahangaika, alitoa wimbo wa kwamba toka mwanzo haukuvuma elfu mbili na kumi akajitaidi, akatoa wimbo wa nenda kamwambia ukavuma vuma. Elfu mbili na kumi na tatu akatoa ule namba wani ukavuma, na sasa hivi ni msanii mkubwa. Na nyinyi, ipo siku mtakuwa wasanii wakubwa. Ongeeni sana wasanii mliopo hapa.